Tumeambiwa wanga haufai, tumeambiwa wanga sio chakula, usile wanga kabisa. Na lazima imekuwa ndiyo ukifika hata kipindi fulani, na mimi nikataka kushawishiwa, nilitaka kushawishiwa kwamba nikamwambia mke wangu sili ugali, sili ugali, maana unajua mafundisho ya kienea hadi na wewe unakumbwa, unashindwa, unasahau bayoloji. Nikasema lakini hii ni stadi, labda kwa sababu ni utafiti mpya, nikajaribu yale yaliyosemwa. Kwa kweli nikapunguza uzito kidogo hadi watu fulani wakaniambia umepungua. Baadaye nikaenda kupima, lakini nikapima figo nikakuta figo creatinine. Ile creatinine iko nomo, lakini ilikuwa nomo iko tisini, kasema ingeanza basi sabini sabini, huko inataka kusogea sogea huko, mbona inakuwa tisini na ngapi huko? Nikakuta urea iko juu hmm. Nikasema sasa Mbona hii ni azotemia? Hii mbona kama ni kuna shida kwenye uchujaji kidogo wa figo? Mbona kama kuna shida? Nilipogundua nikasema, sio maharage haya, kila siku maharage mengi haya, kila siku. Sasa kuanzia maharage nikaambia, hebu achana na maharage, takula kidogo sana, yaweke pembeni. nikarudia tena kupima. nikakuta kidney function ni safi kabisa. Creatinine ni normal. Urea ziko normal. Jamani Bwana Yesu asifiwe sana na siku hizi wanachosema watu kula protini, achana na wanga, kula protini, umekuwa carnivorous wewe, umekuwa carnivore. Na mlo kamili lazima uwe na, na, na, na wanga kwenye DNA. Ile DNA ile ukiangalia kama carbohydrate haifai kuliwa, kwa nini imeandikwa kwenye DNA yako? Sasa unapoondoa unapoondoa wanga kabisa, usile wanga kabisa, maana yake ugeuke kuusiwe mtu yaani wa kawaida. Kwa hiyo hatuwezi kukataa wanga, ila shida na shida sio wanga, shida ni huo wanga. Unakulaje? unakula saa ngapi? unakula mara ngapi? Unakula, unakula kiwango gani? na unakula wanga gani na kula wanga gani. Tuache kabisa wanga kabisa? Hapana. Lakini tujifunze kwa asili, Mungu alitaka tule kwa namna gani na tule nini ni. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana.